Ukiota ndoto hizi thelathini, jiandae kupokea habari njema. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuziangalia ndoto hizi thelathini ambazo ukiziota basi unatakiwa ujiandae kwa ajili ya habari njema. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto za namna hii, lakini wao wameshindwa kuelewa huwa zinaashiria vitu gani, lakini leo nimekuandalia mambo yote na mambo mazuri katika video hii. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kulaiki video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kingele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza, lakini pia utakuwa wa kwanza kabisa kupata mafundisho yetu mbalimbali tunayoyatuma kila siku. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Tuende moja kwa moja tukaangalie ndoto thelathini ambazo kizota, jiandae kupokea habari njema. Ndoto namba moja: kuwaona ndege wazuri sana ndotoni, mfano njiwa au kuona ndege wazuri wakiruka na kuimba. Ukiona ndoto ya namna hii, labda ukajikuta umelala ukaanza kuona ndege wazuri ndotoni wakiimba, wengine wakiruka, ndoto hii huashiria utapokea habari njema sana. Lakini pia ndoto ya namna hii huashiria pia utapokea taarifa ambazo zitakuinua. Ukiona ndege wazuri sana ndotoni, wengine wakiimba, ndoto hii pia inaweza ikaashiria utaingia kwenye kipindi kizuri sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hii ambayo inahusiana na ndege ukaona ndege wazuri sana basi mtakuwa tambue. Uh, ndoto hii huashiria utapokea habari njema ambayo itabadilisha maisha yako. Lakini ndoto namba mbili, kuona vipepeo wazuri ndotoni. Ndoto, ndoto hii huashiria utaingia kwenye msimu wa mabadiliko na furaha. Ukiona kipepeo, kipepeo kwa lugha ya ndoto huashiria pia msimu wa mabadiliko lakini pia uashiria msimu wa furaha. Kwa hiyo ukiota ndoto ukaona vipepeo ukaona kipepeo ndotoni, ndoto hii uashiria utapokea taarifa njema sana itakayokupa furaha maishani mwako. Ukiota ndoto namna hii, nitakujiandae kupokea taarifa njema, jiandae eh, kupokea habari njema itakayobadilisha maisha yako, jiandae kupokea. Lakini ndoto namba tatu ona wanyama weupe mfano farasi mweupe njiwa mweupe na kadhalika, ndoto hii huashiria usafi, lakini huashiria baraka, lakini pia ndoto hii huashiria amani na furaha itakujia. Ukiota ndoto ukaona wanyama weupe, labda ukajiona uko kwenye sehemu au ukaanza kuona kuna wanyama weupe, ukaanza kuona farasi weupe, ukaanza kuona njiwa weupe ndoto hii huashiria usafi, ndoto hii huashiria baraka, lakini pia ndoto hii huashiria amani na furaha inakujia. Lakini ndoto namba nne. Ndoto namba nne: huona mwanga wa dhahabu au mnyama wa dhahabu ndoto kama, kama ni mnyama wa dhahabu, wa dhahabu na anatoa mwanga wa dhahabu, huashiria neema ya kiroho na mabadiliko chanya yatakuja au yanaokuja kwa ukiota ndoto ya namna hii ukaona mwanga wa dhahabu au mnyama wa dhahabu ndotoni. Aa, kama ni mnyama wa dhahabu na anatoa mwanga wa dhahabu huashiria neema ya kiroho na mabadiliko chanya yanakuja, lakini pia ndoto hii huashiria kipindi cha furaha katika maisha yako. Ndoto namba tano, hujiona ndotoni unapokea zawadi kutoka kwa kwa mnyama ndoto hii inaweza kuwa mkini, inaweza kuwa ni njiwa ukaona, au unapokea zawadi au kaona mnyama anakuletea zawadi ndotoni, anakuletea zawadi ndotoni. Ndoto hii huashiria utapokea habari njema. Kwa hiyo, uh, mnyama uh, ukiona mnyama anakuletea zawadi ndotoni, basi unatakiwa tambue ndoto hii huashiria utapokea habari njema, jiandai kwa ajili ya habari njema kabisa. Um, ndoto namba sita kujiona ndotoni unapokea barua au ujumbe E, ukijaa ndotoni unapokea barua au ujumbe, ndoto hii uashiria utapokea taarifa njema. Ukijaa ndotoni, labda mtu anakuletea barua au anakuletea ujumbe fulani, na ujumbe ule unaushika, unaweza kusoma au anakuletea barua na unajisikia unafurahi, unakuwa na shauku kabisa ya kufungua mule ndani, basi unatakiwa utambue ndoto ya namna hii uashiria utapokea habari njema kabisa kwenye maisha yako yani. Ndoto namba saba: kuona mwanga wa jua unachomoza ndotoni. Yani, ukiota ndoto namna hiyo unabidi kwanza uoperuke kabisa, ufurahi, ukiona mwanga wa jua unachomoza ndotoni. Jua kuchomoza uashiria mwanzo mpya. Ukiona jua linachomoza, labda ni kuto nayo huko eneo fulani, ukaanza kuona mwanga wa jua unachomoza, au ukaanza kuona jua linachomoza. Uh, jua kuchomoza huashiria mwanzo ipya, lakini pia jua kuchomoza huashiria kupokea fursa. Jua kuchomoza huashiria utapokea jambo chanya kwenye maisha yako ambalo litabadilisha maisha yako. Jua kuchomoza maana yake Mungu atafungua vitu ambavyo ulikuwa uvioni. Mungu atakufanya uanze kuviona. Mungu atafungua fursa juu ya maisha yako. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto ya namna hii, ni muhimu sana kabisa ukaingia hata kwenye maombi ya kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili ya kibali hicho kwa ajili ya neema hicho. Um, ndoto namba nane: kuona maua yakichanua ndotoni, ukijikuta labda huko ndotoni alafu katika ndoto hiyo ukaanza kuona maua yanachanua, ukaanza kuona maua mazuri yanachanua, ndoto hiyo huashiria utaingia kwenye kipindi cha baraka kabisa kwenye maisha yako. Ukiota ndoto inahusiana na maua kuchanua, ndoto hiyo huashiria utaingia kwenye kipindi ambacho Uh, kipindi cha baraka, kipindi cha furaha. Lakini uh, ndoto namba tisa, hujiona ndotoni unapaa ukiwa na u, amani na furaha. Ujiona ndotoni unapaa huku ukiwa na amani, yani ukaona unahisi kuna amani ya kutosha ndani mwako, ukawa unajiona ndani mwako kuna amani ya kutosha, unapaa ukiwa unajisikia vizuri. Kwahiyo ukijiona ndotoni unapaa huku ukiwa na amani na furaha, ndoto hii huashiria kuinuliwa na kushinda, na kuzishinda changamoto zote. Ndoto hii huashiria kuinuliwa na kushinda changamoto zote, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea matokeo mazuri kabisa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukijani ndotoni unapaa ukiwa uko huru, ukiwa una amani na furaha, huku unajiona uku angani unapaa, ndoto hii huashiria Uh, kuinuliwa na kushinda changamoto zote. Zile changamoto ambazo uh, zilikuwa zinakusumbua, basi kwa uwezo wa Mungu utazishinda kabisa. Lakini pia ndoto hii huashiria utapokea matokeo mazuri yamkini kuna kitu ambacho ulikuwa unakisubiria kwa muda mrefu, basi jiandae kupokea matokeo mazuri. Ndoto namba kumi, ukiona maji yaliyotulia Ukiona maji yaliyotulia, ndoto hii uashiria utaingia katika kipindi cha amani na furaha. Lakini pia ukiona maji yaliyotulia ukawa ukijiona ndotoni, uh, ukiona maji yana flow wa utulivu kwenye mto, uashiria utapokea taarifa njema. Ukiona maji yana flow kwenye mto, yanapita kwenye mto kwa utaratibu, akiwa ametulia, basi jiandae kupokea taarifa njema baada ya kuamka shukuru mungu jiandae kupokea taarifa njema lakini ndoto namba kumi na moja kujiona ndotoni unakula matunda matamu yaliyoiva mfano maembe zabibu ukajiona unakula ndotoni matunda matamu na yaliyoiva mfano kama vile embe, unajua unakula embe au unajua unakula, uh, zabibu iliyoiva au embe iliyoiva. Ndoto hii huwa inaashiria mafanikio, lakini pia ndoto hii huwa inaashiria baraka ziko njiani, baraka zako ziko njiani. Lakini pia ndoto hii huashiria utapokea matokeo mazuri juu ya kile ulichokuwa unakifanya au ulichokuwa unakihitaji. Ndoto hii inaashiria utapokea matokeo mazuri lile jambo ambalo ulikuwa unalihitaji kwenye maisha yako basi jiandae kwa ajili ya kupokea matokeo mazuri kabisa ndoto namba kumi na mbili kumwona mtoto mchanga akitabasamu au akicheka ndotoni ukimwona mtoto mchanga akitabasamu au akicheka ndotoni ndoto hii huashiria utaingia kwenye wakati wa furaha kabisa lakini pia ndoto hii huashiria mwanzo mpya lakini pia ndoto hii huashiria utaingia kwenye kipindi cha furaha. Kwa hiyo ukimwona mtoto mchanga au mtoto mdogo anacheka ndotoni au anatabasamu ndotoni, ndoto hii huwa inaashiria utaingia kwenye kipindi cha furaha, utaingia kwenye kipindi kwenye kipindi cha furaha, lakini pia utaingia kwenye uashiria mwanzo mpya wa jambo. Lakini pia ndoto namba kumi na tatu Ukijiona ndotoni umeshinda mchezo au shindano fulani, ukijiona ndotoni umeshinda mchezo au shindano fulani, amkie labda ni mpira wa miguu, ukajiona umeshinda, kajiona umefunga magoli, basi ndoto hii huashiria kufanikiwa, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea jambo ambalo unalisubiria kwa muda mrefu. Lakini ndoto namba kumi na nne, kujiona unavuna matunda yaliyoiva Ukija ndotoni unavuna unayavuna matunda yaliyoiva, ndoto hii huashiria utavuna matunda ya kile unachokifanya. Ukija ndotoni unavuna matunda, ndoto hii huashiria utavuna matunda ya kile kitu ambacho unakifanya. Ndoto namba kumi na tano, huona upinde wa mvua ndotoni, ndoto hii huashiria utaingia kwenye msimu wa matamanio na na amani ndoto hii huashiria utaingia kwenye msimu wa matumaini na amani. Lakini pia ndoto hii huashiria ni mwanzo wa kupokea fursa mpya kwenye maisha yako. Ndoto hii huashiria ni mwanzo wa kupokea fursa mpya kwenye maisha yako lakini ndoto namba kumi na sita hujiona ndotoni umefika kwenye kilele cha mlima siku so zote mlima huo anaashiria vikwazo, lakini huyu ndotoni ukijiona umefika kwenye kilele cha mlima, ndoto hii huashiria utafanikiwa juu ya jambo unalolifanya takusaidia atakufanikisha juu ya jambo unalolifanya, yamkini katika kazi, katika biashara na kadhalika. Lakini ndoto namba kumi na saba aa, kumwona mtu anakupatia zawadi ndotoni. Ukiota ndoto kamwona mtu anakuletea zawadi ndotoni, au anakupatia zawadi ndotoni, ndoto hii huashiria kibali ndoto hii inaashiria kibali, kukibalika. Lakini pia ndoto hii inaashiria upenyo. Ndoto hii inaashiria mafanikio. Ndoto hii inaashiria utapokea fursa, lakini pia ndoto hii inaashiria utapokea taarifa njema kwa ukiona mtu anakuletea zawadi yeye, yamkini unamfahamu au mfahamu mtu huyo. Ndoto hii inaashiria utapokea kibali, Mungu atakupa kibali mbele za watu, Mungu atakupa kibali kazini, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni sehemu yote, Mungu atakupa kibali. Lakini ndoto namba 18 huona, mlango au dirisha limefunguliwa ndotoni. Ukiona mlango au dirisha limefunguliwa ndotoni na wewe unapita, ndoto hii huashiria mwanzo mpya wa fursa, aa, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea taarifa ambayo itabadilisha kabisa maisha yako. Ndoto hii inaashiria utapokea taarifa ambayo itabadilisha kabisa maisha yako. Lakini pia ndoto namba 19 huona, mtoto akizaliwa au kujiona ukizaa mtoto ndoto hii huashiria mwanzo mpya kuzaa. Pia ndoto hii huashiria mwanzo mpya, lakini pia ndoto hii huashiria mwanzo wa jambo jipya kwenye maisha yako. Ndoto namba ishirini, uh, kujiona umefaulu mtiani. Ukijiona ndoto nimefaulu mtiani, ndoto hii huashiria kuna taarifa njema utapokea. Kuna jambo ambalo ulikuwa ukilisubiria kwa muda mrefu, uh, utalipokea. kwa ukijiona ndotoni umefaulu mtihani, umepata A au umefaulu vizuri. Ndoto hii huashiria kuna taarifa njema utaipokea, ambayo itabadilisha maisha yako. Ndoto namba ishirini na moja ukija ndotoni umeokota kitu cha thamani sana, ukija ndotoni umeokota kitu cha thamani sana. Ndoto hii huashiria utafanikiwa sana kiuchumi. Uh, lakini pia ndoto hii huashiria kuna vitu utavifanikisha kwenye maisha yako. Kwa ndoto hii huashiria pia kuna vitu ambavyo utavifanikisha kabisa kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto namba 22, kujana ndotoni uko kwenye bustani nzuri, kujaa ndotoni uko kwenye bustani nzuri sana. Ndoto hii huashiria mafanikio, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea taarifa njema katika maisha yako, utapokea taarifa njema kabisa katika maisha yako. Lakini ndoto namba 23, hujawa ndotoni umeshinda mchezo wa bahati nasibu, hujawa ndotoni umejishindia fedha nyingi sana He, u, alabu kajuna, uta, umepokea, ume, ume, ume, labda ukajiona umepokea umejiona, labda umejishiria fedha nyingi sana mchezo wa bahati nasibu. Ndoto hii inaashiria utapokea jambo jema sana ambalo halita haukulitarajia kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukijiona unacheza mchezo wa bahati nasibu au umejishindia mchezo wa bahati nasibu jackpot, umejishindia mchezo wa bahati nasibu, ndoto hii inaashiria utapokea jambo Uh, jema sana ambalo hukulitarajia kwenye maisha yako, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea fursa ambazo zitakuinua kiuchumi. Ndoto namba 24, kuja ndotoni ukifurahi huku ukicheza. Yaani ukija ndotoni ukifurahi huku ukicheza. Um, yamkini uko na watu ambao unawafahamu au wafahamu, lakini unajiona wewe ukifurahia huku ukicheza, ukishangilia. Eh, na watu wengi sana uh, wa, miongoni mwa watu wengi watu wachache wanaweza kuota ndoto ya namna hii kwa hiyo kushangilia au kufurahia ndoto hii uashiria utapokea mabadiliko chanya, lakini pia ndoto hii uashiria utapokea taarifa njema ambayo itakufanya ufurahi. E, utapokea taarifa njema ambayo itakufanya ufurahi sana. Ndoto namba 25, kuona njia isiyokuwa na kizuizi chochote. Umelala, ukafika, ukaanza kuota ukaona njia ni safi kabisa haina kitu chochote. Ndoto hii uashiria uko kwenye njia sahihi, lakini pia ndoto hii uashiria utapokea taarifa njema, lakini pia ndoto hii uashiria jiandae kwa mafanikio makubwa, jiandae kwa ajili ya mafanikio makubwa. Ndoto namba 26 ukijiona uko kwenye umati wa watu ambao una furaha kubwa, ndoto hii uashiria utakuwa miongoni mwa jambo litakalokupa furaha zaidi kabisa kwenye maisha yako. Kwao, ukijiona uko kwenye umati wa watu ambao una huo umati huo una furaha kubwa sana ndoto hii uashiria uh, utakuwa miongoni mwa jambo litakalokupa furaha zaidi. Lakini ndoto namba 27 Kumuona tembo ndotoni, ndoto hii huashiria uimara, lakini pia ndoto ana tembo huashiria na hekima, huashiria hekima. Ndoto hii pia huashiria utapokea taarifa njema sana, lakini pia ni muhimu sana kuzingatia mazingira ya ndoto ambazo unaota ni muhimu kuzingatia, the uh, the context of the environment, mazingira ya ndoto, ni kwa, kwa sababu mazingira yatakufanya pia ujue tafsiri ya ndoto hiyo. Lakini ndoto namba 28 uh, kujiona unaogelea kwenye maji yaliyotulia na safi. Kujiona ndotoni unaogelea kwenye maji yaliyotulia na maji safi uashiria uko kwenye mwelekeo sahihi. Lakini ndoto namba 29 kujiona uh, umevaa kofia ya kifalme au taji ya kifalme. Kujiona ndotoni umevaa kofia ya kifalme au taji ya kifalme, ndoto hii uashiria mafanikio lakini pia ndoto hii huashiria utapokea taarifa ambayo itakuweka kwenye nafasi fulani. Ukijiona ndotoni umevaa taji ya kifalme, ndoto hii huashiria utapokea taarifa, uh, utapokea taarifa ambayo itakubadilisha, itakuweka kwenye nafasi fulani. Lakini ndoto namba 30 huona kikapu kilichojaa matunda yaliyoiva, yaani ukijiona ndotoni umebeba kikapu na kikapu hicho kimejaa matunda yaliyoiva au ukajiona wewe umebeba aukiona kikapu ambacho kimejaa matunda yalioiva, ndoto hii huashiria mafanikio. Lakini pia ndoto hii huashiria lile jambo unalifanya litakupatia matokeo mazuri. Ndoto li jambo ambalo unalifanya litakupatia matokeo mazuri. Lakini pia ndoto hii huashiria utafanikiwa kiuchumi. Ndoto pia, utafanikiwa kiuchumi, utafanikiwa kiuchumi. Zipo ndoto nyingi sana ambazo zinaonyesha uh, kuwa utapokea taarifa njema, lakini mimi nimeona ni kuandalie kwa leo ndoto hizi thelathini. Kama unatamani kujua sana au kujifunza sana tafsiri mbalimbali za ndoto, basi naomba comment chini hapo, alafu na sisi tutafanyia kazi ba comment yako. Tukutane kipindi kijacho. Mungu akubariki sana, lakini pia usisahau kulike video hii kama umejifunza, basi na kuomba like video hii. Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe kisha ubonyeza kitufe cha alama kengele ili uendelee kujifunza zaidi na kupenda sana. Tukutane kipindi kijacho.